Basi bana, moja kati ya simulizi kubwa zaidi ambayo iliwahi kutikisa miaka hiyo ni kuhusiana na mapinduzi ya kijeshi ama jaribio la kimapinduzi ambalo lilifanywa na wanajeshi wa jeshi la wananchi wa Tanzania JWTZ, baadhi yao walikuwa kama kumi, jaribio la kumpindua Mwalimu Julius Kambarage Nyerere mwaka 1982. Awali ya yote, kabla ya jaribio la mapinduzi za mwaka 82, mwalimu aliwahi kunusurika majaribio kadhaa mwaka 1964, yale uasi wa Kolito Kolito Barracks ambao ambayo sasa hivi inaitwa Lugaro ambapo wanajeshi waliasi walitaka kwenda kuonana na mwalimu. Kipindi hicho ni Tanganyika Rifles ndio jeshi la ndio jeshi lilikuwa linatambulika hivyo, ulikuwa na maafisa wengi wa Kiingereza ambao wanajeshi wa Tanganyika wakuridhishwa na swala hilo. Maasi yale yalizimwa na waziri wa ulinzi wakati ule Oscar Kambona, ambaye alienda kuonana nao na kuwasikiliza nini ambacho wanakihitaji. Mwaka sabini pia alishawahi kutokea jaribio, lakini jaribio la mwisho kabisa kuwahi kutokea kwenye serikali ya Mwalimu na ndo jaribio la mwisho kwenye historia ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ndo ilikuwa jaribio la mwaka elfu moja mia tisa themanini na mbili jaribio la kimapinduzi. Jaribio hili liliongozwa na Captain Eugene, captain wa jeshi la wananchi wa Tanzania mzaliwa wa Tabora tigi ya dono kitu kama hicho, huyo jamaa captain Eugene Maganga. Sasa sababu kubwa ya jaribio la kimapinduzi la mwaka elfu moja mia tisa themanini na mbili ilikuwa ni matokeo ya vita ya Kagera, matokeo ya vita ya Kagera ambapo Jeshi la wananchi wa Tanzania liliingia kupambana na Idi Amin Dada kumtoa General Idi Amin na Milton Obote ambaye alipinduliwa mwaka elfu moja mia tisa sabini na moja akarejeshwa aka, aka akarejea kwenye kiti chake. Brigade namba mia mbili na moja iliongozwa na Lieutenant General Imran Kombe mzaliwa wa Kilimanjaro huyu. Brigade mia mbili na moja jeshi la wananchi wa Tanzania ambaye baadaye alikuwa ni mkurugenzi wa usalama wa taifa, lakini aliwahi kuwa chief of staff wa jeshi la wananchi wa Tanzania infantry, kwa maana ya jeshi la ardhini liliongozwa na Captain Eugene Maganga. Ndiyo, Eugene Maganga ambaye alienda pale, aliingia kwenye ile vita na kupambana kwa kiasi kikubwa sana. Pamoja na kwamba Tanzania tulishinda vita ile, lakini kuna baadhi ya watu muhimu Waliondoka kama walipoteza maisha. Mmoja wapo alikuwa ni RPC Hanspop, ambapo Kagera miaka hiyo ilikuwa inatambulika kama West Lake Legion. Muona bana mkoa wa Magharibi, mkoa wa kanda ya Magharibi West Lake Legion, ambapo Hanspop alikuwa ni RPC, baba yake Zakaria Hanspop. Hanspop, huyu wa Simba alikuwa anaitwa Zakaria Hanspop. Hanspop ndiye baba yake mzazi, alikuwa RPC, kwa maana commissioner, kamishna wa polisi mkoa wa Kagera, ambao alikuwa anatambulika kama West Lake Legion. Naye alipoteza maisha katika vita vile. Sasa Eugene Maganga, walivyorejea wanajeshi wengi baada ya ile vita, wakaja kugundua wakati wanapambana vita kwamba inasemekana wakagundua kwamba Tanzania ama mwalimu aliwaingiza kwenye vita si kwa maslahi ya, ya taifa bali kwa maslahi maslahi ya rafiki yake kumbra, kwa maslahi ya rafiki yake Milton Obote ambaye alipinduliwa na General Idi Amin Dada. Hapo ndipo ambapo shida ikaanzia, kwamba mwalimu ametuingiza kwenye vita, lakini vita hii si kwa maslahi ya Tanzania kwa maslahi yake binafsi. Kwa hiyo mpango wa kimapinduzi ukaanza. Mpango ulikuwa ni wa watu kumi tu. Alikuwepo Zakaria Hanspop and captain huyo, alikuwepo captain Eugene Maganga, alikuwepo komando Mohamed Tamim alikwepo, alikwepo mtu kama Christopher Kadego, alikuwepo alikuwepo somebody Gandhi, alikuwepo alikuwepo Vitalis Mapunda, watu kama kumi hivyo walikuwepo katika katika katika mlengo ule wa kuhakikisha kwamba mapinduzi yanafanyika, akiwemo pia Kajaji Badru naye pia alikuwepo. Vyoo vyao jeshini walikuwa ni ma komando luten, vyoo tu vidogo, yani mwenye cheo kikubwa alikuwa ni captain ambaye ni Eugene Maganga na Zakaria ambaye huyu walikuwa kiongozi pale Simba Sports Club na wengine walikuwa maluteni luteni hapa chini, hapo unaona bana. Kwao ulikuwa ni mchongo wa nyota mbili na nyota tatu hatari <laughs> unaona bana. Mpango ukasukwa wa kumpindua Mwalimu. Sasa Mwalimu alikuwa nje ya nchi kwa miezi kama miwili, na Eugene Maganga akasema Mwalimu anabidi akirudi ndio tumpindue yaani, natakiwa tum, tumpindua wakati huko nchini. Basi msuko ukaendelea vizuri. Sasa wakati mwalimu wa mwalimu amerejea nchini Januari hivi, umeona bana. Kwao mwalimu alikuwa anapenda sana ukaa butiamu. Basi siku moja, wakati mpango ushasukwa vizuri, walikuwa wanaonana nini nini fresh Asa, mpango usha kamilika. Hapo siku moja kabla ya Januari sita elfu moja mia tisa themanini na mbili Ijumaa hiyo, mwanajeshi mmoja inasemekana katika waliohusishwa katika mpango huo wa kimapinduzi, alipiga sana masanga, alipiga sana vyombo, unaambiwa visungura, sijui vanga humu ndani. Chui alikuwepo humu ndani, alipigwa sana chui komando, alishusha mikono chini, gonga sana bapa, unaambiwa Chakali kalewa. Ah. Pombe sio sigara, wala pombe sio chai, si akaanza kuwataja, akaanza kusema, kuanza kutoa siri kuhusiana na huo mpango wa kumpindua Mwalimu. Kalewa hapo, anaanza kutamka tamka tu hovyohovyo hasa mfumo wa kiulinzi wa Tanzania. Hata mke wako anaweza kaa <laughs> eh eh eh. Hata mke wako anaweza kaa kuna muda machizi wanakuwa wengi sana mtaani wanaokota makopo. Kuna muda vichaa wengi sana barabarani wanaongea wenyewe ebana! <laughs> au unapanda bodaboda, afu boda, boda, boda nakuuliza we, serikali unaionaje? <laughs> mfumo wa kiulinzi wa Tanzania ni very complicated. Ni mfumo ambao ni wa Kisovieti, ni wa kiujamaa unaanzia at family level, data fetching inaanzia katika level ya familia, mfumo wake ni mgumu sana. Sasa wakati anazungumza hizo habari, wakachero walikuwepo pale eneo la tukio, wakasikia kuhusiana na huo uo mpango, wakasikia kuhusiana na hilo swala, basi washikaji wakayapata majina yote yale kumi walivyomfikisha majina kwenye kitengo kwa makachero, kwanza ikapigwa simu ya mkonga, mkonga kwa Mwalimu Nyerere Butiama. Akamwambia mwalimu usije baki huko, huko baki Butiama kwa muda mpaka tutakapokupa green light ya kuja Dar es Salaam, baki Butiama, sehemu ya kwanza. Alafu makachero wakaipitia ile listi, orodha yote ya wale watu ambao wanapanga mpango wa kumpindua Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ah. <laughs> Dar es Salaam kujenga ngumu sana. So kwa hivi vitu tunavyoviona, umeona bana, Wakao wamepanga ule mpango wa kimapinduzi, wakapitia ile orodha strength and weakness, pamoja na kwamba ile orodha ilikuwa ina makepteni ina maluteni lakini wakamtambua mtu mmoja tu ambaye ndo mtu hatarishi zaidi kwenye kikosi kile. Huyo mtu anatambulika kama Muhamed Tamimu, Muhamed Tamim. Umeona bana ko utamimu Muhammed ndo alikuwa tishio kubwa katika orodha ile kwa sababu Tamim alikuwa ni komando highly trained na alipelekwa mpaka Cuba Ndo katika hizi story story za kijueni unazosikia Fidel Castro Field Marshal alimwambia Mwalimu na muomba, huyu ndo alikuwa Tamim Mohamed, ambaye yeye ndo alikuwa ndio anachukua minutes kwenye vikao vyote. Yeye ndo alikuwa anachukua minutes. Sasa makachero wakasema nabidi tuanze na, na Tamim. Tukimpata Tamim, hawa wote wataogopa na watakimbia, na huo mpango utakufa. Walikuwa sahihi makachero, idara ya usalama wa taifa wakishirikiana na walinzi wa mwalimu Nyerere, Presidential Security Unit PSU. Sikia PSU, ndio hawa Presidential Security Unit, walinzi wa rais. Ni tofauti na TIS, kwa maana idara ama shirika la kijasusi ama idara ya usalama wa taifa na PSU kuna utofauti kidogo, sio mkubwa, kidogo tu wa kiutendaji. PSU specifically kwa ajili ya rais. Kwa hiyo wakashirikiana idara, kwa maana ya TIS, kipindi hicho TIS bado naitwa to, idara I mean, ni idara ya usalama wa taifa. Mwaka 96 ndio tukapata Tanzania Intelligence Security Services. Muona bana eh. Sasa uh, jeshi la polisi pia likahusishwa, lakini wakasema inabidi tuwapeleke watu makachero ambao ni wabobevu. Kuna mtu anaitwa Mabere Nyaucho Marando, huyo ndio jasusi kachero, ambaye ndo aliongoza operesheni ile ya kupambana na komando Tamimu Muhamed ah, Muhamed Tamimu. Nyaucho Mabere Marando ndio huyuhuyu ambaye yuko CHADEMA hivi sasa, namsikia alikuwa kiongozi wa CHADEMA na shaki gombea, gombea ubunge na yupo pa, ni mwanachama wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA. Yule kitaaluma ni mwanasheria lakini kachero mbobevu jasusi wa kutupwa. Yeye ndo aliongoza ile task force ile ya kumfuata Tamim Muhamed nyumbani kwake Kinondoni Mkwajuni kumdhibiti juu ya mpango wa kumpindua Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. PSU idara ya usalama jeshi la polisi. Mabere Nyaucho Marando ndo anaongoza kumbuka, naenda kutafutwa hapa komando. Eh bana, yalikuwa ni mapambano ya masaa mawili na dakika ishirini na tatu <laughs> PSU idara ya usalama jeshi la polisi dhidi ya Tamim Muhammad Komando. masaa mawili wametoka Leaders Club mpaka sehemu Kinondoni naitwa sinema, ndo pale walipoenda kumuulia. Two hours ni mabadilishano, komandoo ana dansi huku anacheza huku, komandoo ana dansi huku anatokea huku, kama fridge zinafanyika, anaingia hapo, ujui katokea wapi, anaibukia kule kama muvi. Tamimu wakaanguka lile genge likasambaratika wakina Zakaria Hanspop wakakamatwa kuna mtu alikuwa anatoa Pius Rugangira huyu Uncle Tom hutakuja kumzungumzia siku ingine ndo aliyefadhili ule mpango wa yale mapinduzi yeye ndo alikuwa mfanya biashara na ndo alikuwa mtoa fedha Zakaria Hanspop wanapelekwa wanapelekwa ikulu kwa mwalimu baada ya jaribio kuzimwa kabla ya kupelekwa gerezani wanasema katika historia mwalimu anampa bunduki Hans Pop Zakaria, mtoto wa rafiki yake, mtoto wa RPC <laughs> ni ue Zakaria, simataka urais, ni uwe Zakaria. Alilia sana, kwa sababu mwalimu alikuwa ni rafiki ya baba yake. Lakini mwisho wa siku mambo yaliendaenda, yale maisha yakaenda vizuri kabisa. Asanteni.